Waziri Mkuu wa Pakistan Shehbaz Sharif ameapa kuwa nchi yake italipiza kisasi dhidi ya India baada ya watu 31 kupoteza maisha baada ya mataifa hayo mawili kushambuliana siku ya Jumatano. Victor uh, Abuso na taarifa ya kina. Kiongozi huyo amesema pamoja na mauaji hayo, baada ya mashambulio ya India katika jimbo linalowaniwa na, na nchi hizo mbili la Kashmir, watu wengine 57 wamejeruhiwa. Katika hatua nyingine, waziri mkuu Sharif amewaelezea raia yake, wa nchi yake waliouawa kama mashujaa wasiokuwa na hatia waliomwaga damu na kuongeza kwamba tayari Pakistan imeangusha ndege za kivita za India, lakini hili halijathibitishwa na uongozi wa New Delhi. India nayo na kupitia jeshi lake imesema raia wake kumi na watano wameuawa baada ya mashambulio ya Pakistan. Aidha, nchi hiyo inaeleza kwamba ilishambulia Pakistan kuwalenga magaidi waliotekeleza shambulio dhidi ya watalii mwezi Aprili waliokuwa wanazuru katika jimbo la Pahalgam linalopakana na Kashmir. Hali ya wasiwasi kati ya nchi hizo mbili imekuwa ikishuhudiwa baada ya shambulio hilo dhidi ya watalii. India inailaumu Pakistan kuhusika, madai ambayo nchi hiyo inakanusha.